Napomchagua mtu leo kutaka kufanya naye maisha, utamchagua based on alivyo leo au unavyojua amekuwa kwa muda mrefu ndio, lakini hiyo haigarantii kwamba atabaki hivi siku zote. Kuna mtu leo analala knisan miaka michache baadaye analalab ba. Kuna mtu leo ni celebrity mjini, kila mtu anataka kuwa kama yeye. Miaka mitano baadaye huyu mtu ni mhalifu mkubwa, ana makesi kila sehemu, ni mtu ambaye hausikii hata furaha kujiidentify naye change. So kama utafanya maamuzi ya kufuatana na mtu based on anavyoonekana leo au unachojua kuhusu jana yake, vipi kuhusu kesho yake? Na kwa sababu kesho ni Mungu peke yake ndo anayeijua, kunakuwa na ulazima wa kumwambia Mungu, akili yangu inaishia mahali fulani, lakini wewe ndo unayewajua watu kwenye kesho zao ambazo hata bado hawajaziingia. You are trusting on God to guide you, kwa sababu Mungu ameiona miisho yetu hata kabla ya hatujaanza. He knows nani atakuwa nini kesho. So usalama wetu ni kumwamini Mungu kutuonesha habari za watu wetu kwa kadri anavyojua yeye kutokea kwenye umilele. Future zetu ni historia kwa Mungu. Anazifahamu kabla hazijaanza. Things change, people change. Na ni Mungu tu ndo anayejua watu watabadilika kuelekea mwelekeo gani. So you see, nafasi ya Mungu kutuongoza haiwezi kubadilishwa na akili tulizonazo. Eti kwamba tu tutumie akili. Akili zetu haziwezi kuona kwenye kesho ya mtu. That is why